Karibu kwenye mwendelezo wa shule za Aje Farms. Maisha yangu katika safari ya ajira yalikuwa kama maisha ya chokoraa ambaye utangatanga katika mitaa mbalimbali ya mjini akitafuta riziki. Nami kuanzia mwaka 2013 mpaka 2017 nilitangatanga maeneo mengi kitafuta kitu kinachoitwa mshahara mkubwa na furaha kweli na baadaye kufanya kazi mpaka kuacha kazi mpaka kwenda kwenye huu mtaani. Niliamua kujiingiza mtaani ningali na nguvu, nikiwa na miaka 36, mwaka 2017, nikaamua kwenda kupambana mwenyewe. Sikutaka kusubiri kipenga kipenga <laughs> cha cha mwisho mwisho ambacho ni kustafu kwa lazima miaka 60. Sasa niliamua kwenda mwenyewe kutangulia kwenye msoto. Kwa mara ya kwanza baada ya kumaliza chuo chokuu nili jiunga na hospitali ya rufaa ya Bugando BMC kama daktari wa mafunzo vit, kwa vitendo yani intern doctor. Nilifanya pale kwa miaka mwaka moja, na kisha baadaye kuombwa, kwa sababu kipindi kile tu tuombi kazi naombwa, kwenda kufanya kazi nikaombwa kwenda Mtwara kule na nienda kwenye hospitali ya, ya rufaa hii ni St Benedict ya Ndanda. Uh, pale nilifanya pia miezi sita Napo nilipewa mshahara mzuri kidogo uh, unaweza ukaita mzuri lakini, ulikuwa na tarehe 15, nyumba bure <laughs> na vyombo vya kutumia kila kitu ndani bure, maji, umeme, lakini ba, bado nilikaa miezi sita, nikaona tena maisha yale hayanipi furaha na siridhiki, sijaridhika, si, si kwamba yani, si, si nina tamaa, ila nafikiri hata wafanyakazi wengi haya uwakuta niliokutana nayo waajiriwa wengi kutana na haya pia watakuwa mashuhuda kama baa, uh, pengine wamefanya kazi. Kwa sababu nilipofika kule Mtwara nilifanya miezi sita. Mshahara hujatosha bado. Sio kwamba mwajiri anipa hela ndogo, hapana. Kumbe mshahara wakati mwingine si kitu, si pesa kama tunavyofikiria, kama nitavoeleza hapo baadaye. Baada kutoka Mtwara nenda hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Kagera kule, ambapo nilifanya kama mwaka mmoja hivi. Na penye pia nikakimbia nikaenda pia kwenye a uh, taasisi moja wapo shika moja wapo ambayo alikuwa chini ya ufadhili wa uh, USAID kule, nilifanya kama miezi sita, na pengine kakimbia. Umeona hapo awamu, mwaka 2017 mwezi wa 11 sikuamua tena kutafuta kazi nyingine. Nilisema okay inatosha, na nikatoka na masomo, kwa sababu niliona kwamba kila ninapobadilisha kazi, sio kwamba nina anasa za nyingi, labda na kunywa pombe au na mambo mengi sana, hapana. Nimegundua pia kote nilipofanya kazi nikuta kilio ni kile kile baadhi ya wafanyakazi wenzangu walikuwa wakienda kusoma, yaani kwa lengo kwamba waende kusoma alafu wakirudi kutoka masomoni waje waongezewe vyeo, hivyo waongezewe mshahara. <laughs> Kwa hiyo kipindi chote hiki nimejifunza mambo mengi sana, na kutokana na yale niliyojifunza, wanasema mwalimu mzuri ni uzoefu. Nimepata uzoefu mkubwa sana kwa miaka yote, kuanzia malezi yangu, makuzi yangu, shule mpaka sasa hivi niko mtaani. Nimeamua kuanzisha elimu maalum ambayo haitolewi vyuoni wala haitolewi kwenye, kwa wazazi wengi hawatoi kwa watoto wao, haitolewi vyuoni kwenye mfumo rasmi wa elimu. Nimeamua kuanzisha Chuo Kikuu cha Mtaani Kitivo cha Misukosuko. Nimeanzisha Chuo Kikuu cha Mtaani, Kitivo cha Misukosuko. Pengine umenisikia kwa usahihi kabisa. Ina maana kupitia chuo kikuu hiki cha mtaani ninafundisha mbinu mbalimbali mbali, za mtu kuwa na uthubutu, kujaribu kufanya na kubadilisha neno haiwezekani kuwa inawezekana, na, na kupitia chuo hiki natoa falsafa au dhana ya miaka mingi kwamba soma mwanangu ufaulu vizuri mwanangu, alafu baadaye ujapata kazi ya mshahara mkubwa. Dhana ya namna hiyo ilikuwa miaka ya zamani, kwa sasa hivi dhana zimebadilika. Kuna robots, kuna AI kuna vitu vingi vinabadilika, kwa hiyo inabidi jamii yetu ibadilike. Ukosefu ajira ni janga kubwa ambalo linakuta jamii zetu kila siku, vio vinaanzishwa vipya, waitimu ni mamilioni kwa mamilioni, ajira zinazidi kuisha, na huwa nawaambia watu kwamba watafika hatua hata maofisi watabandika kwamba hapa hakuna kazi kwa sababu wahitimu ni wengi nafasi za kazi ni chache. Kwao nafundisha hapa namna ya kujinasua, namna kujiajiri, namna kuwa na ujasiri, namna kujenga nguvu yako mwenyewe kuweza kwenda kwenye so, Chuo Kikuu cha Mtaani Kitivo cha Misukosuko. Hizi si hadithi tu ambazo labda mtu alilala akaamka akasema leo nitawaandikia hivi. Hizi ni shuhuda za kweli kabisa za huyu alithibitisha kuwa ndoto za ndani huwa zinapiga kelele mpaka uzisikie. Ni daktari kitaaluma mwenye elimu, heshima na kipato chake cha uhakika, lakini pamoja na hayo yote aliona ukweli uliopo kwa watu wengi. Badala ya kuendelea kwenye mstari ule ule wa miaka mingi ya kazi, kufungwa kwenye ratiba, amri na mazingira yanayochosha, alichagua njia ngumu, lakini ya uhakika Alithubutu kutoka kwenye ajira ya uhakika akavaa viatu vya udongo akashika jembe akafungua mabanda ya kuku, yaani akaingia kwenye ujasiri wa mali huku kwenye uhakika wa maisha yake, yake. Ak wa hela yake akaingia kwenye kujiajiri kwa ujasiri wa mtu anayejua thamani ya maisha yake. Leo anajulikana kama daktari mkulima Aje Farms, mashamba yanayotembea. Mfano halisi wa mtu aliyekataa kustaafu maskini, kukataa kufa bila kutimiza ndoto zake, na kukataa kutumikishwa kwenye mfumo usio mwacha kusonga mbele. Safari yake imejaa maamuzi magumu.